Tangazo hilo limekuja saa chache baada ya bunge kupiga kura ya kumwondoa madarakani rais Rajoelina, hatua iliyopingwa na ofisi ya rais ikisema kura hiyo haikuwa halali. Kura hiyo imeungwa mkono na wabunge 130 ikiwa ni zaidi ya theluthi mbili zinazohitajika katika bunge hilo lenye wabunge 163. Hata hivyo, licha ya kura hiyo mahakama kuu ya katiba inapaswa kuidhinisha kura hiyo. Kanali wa jeshi Michael Randrianirina anayekiongoza kijeshi maalum cha jeshi CAPSAT akizungumza nje ya jengo la serikali katika mji mkuu Antananarivo amesema wamechukua madaraka, akisisitiza kikosi hicho maalum cha kijeshi kitaunda kamati itakayokuwa na maafisa wa jeshi na polisi wa kawaida. Kanali huyo ameongeza kuwa katika siku chache zijazo, wanatarajia kuunda serikali ya kiraia. Kikosi cha CAPSAT kilikuwa na jukumu maalumu wakati wa mapinduzi ya mwaka elfu mbili na tisa yaliyomwingiza Rajoelina madarakani. Rajoelina aliye na umri wa miaka 51 aliyekuwa meya wa zamani wa mji mkuu wa Antananarivo na aliyekataa pia kuachia ngazi, amesema amekwenda mbali mahali ambapo ni salama kwa sababu kutishiwa maisha. Maandamano nchini Madagascar ilianza Septemba 25 na kupamba moto hivi karibuni, baada ya wanajeshi na maafisa wa usalama kuungana na maandamano hayo wakiwamo maafisa wa kikosi cha kijeshi na kumtaka Rajoelina pamoja na maafisa wengine wakuu wa serikali kujiuzulu. Kwa wiki kadhaa sasa, Madagascar imekabiliwa na machafuko makubwa ya kisiasa huku maelfu ya vijana wakipinga utawala wa Rajoelina, wakilalamikia ukatikaji wa mara kwa mara wa maji na umeme gharama kubwa za maisha na madai ya ufisadi serikalini. Ripoti za vyombo vya habari vya Ufaransa zimeeleza rais huyu mwenye uraia wa Ufaransa tangu mwaka 2014 alitoroshwa kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Hata hivyo, serikali ya Paris haijathibitisha taarifa hizo. Rajoelina amesema afikirii kujiuzulu, ingawa ametoa wito wa kuheshimu katiba na kufanyika mazungumzo ya kitaifa. Uasi wa kijeshi umezua hofu ya kurudiwa kwa machafuko kama yale ya mwaka elfu mbili na tisa wakati Rajoelina alipoingia madarakani kupitia mapinduzi yaliyoungwa mkono na jeshi. Umoja wa Afrika umelitaka jeshi la Madagaska kurejea kwenye wajibu wake wa kikatiba na kuacha kuingilia siasa. Hadi sasa Umoja wa Mataifa umesema watu 22 wameuawa tangu maandamano hayo yalipoanza Septemba 25 ingawa takwimu hizo zimekataliwa na serikali ya Madagaskar. Hali nchini humo bado ni tete, huku Rajoelina akidai hauwezi kuruhusu nchi yake kuangamia na akifungua milango ya mazungumzo. Mimi ni Rajabu Msangi.